Mchezo wa ndondi umenasibishwa sana na jinsia ya kiume haswa kutokana na urushaji ngumi. Hata hivyo, kiunzi hicho amekiruka Leyla Said ambaye licha ya kutocheza kwa muda mrefu, sasa ni refa anayetajika katika mchezo huo humu nchini, huku akiwa na shahada ya nyota mbili. Hii leo Leyla ndiye anayetupambia makala yetu ya mwanamke bomba. Majina, kamili ninaitwa Leyla Said Idi. Niko hapa kwa boxing championship. Mimi hapa ni referee and judge. Referee nilianza 2014. Kuna coach mwengine mwanamke aliniambia unaweza, akaniambia twende kuna training inakuja niende nikafanye. Kuna mtoto wangu alikuwa anakwenda hiyo mazoezi, sasa wakienda game naenda kuangalia. Sasa ilipokuja hiyo training akanambia, "unaweza". Naambia kweli? Anaambia kweli. Mimi binafsi nilianzisha club ya vijana vijana na wasichana, niko na vijana wadogo wadogo. Nilianzisha 2021 lakini sasa hivi ndo wamegrow, manake wengine wamemaliza form 4. Sasa hivi wako vizuri, wanakuja mazoezi vizuri. Niko na wasichana pia sasa vile nimependa boxing, ikabidi nianzishe klabu. Tunajituma hivyo hivyo, kidogo kidogo, ili kupunguza watoto kukaa maskani, kula mgokaa, kuingia katika hii mambo ya miadarati. Sasa at least mtu saa kumi anajua ninaenda zoezi. Sasa wakiniona pale, wananiona kama mama, kama madam pia. Nawaambia, huwa nawasisitiza wasome kwa bidii, maanake ukicheza mzuri, uweze ukapata kazi through michezo kuna jeshi, kuna polisi, kuna prison. Waweza wakamwona, wakampenda, wakamwandika, lakini mpaka na wewe huo umesoma vizuri. Bila masomo hakuna mahali utafika. Klabu yangu niko na malengo tupate sponsor ili atuwezeshe at least uwe na mahali tujenge, tuwe na klabu yetu, maanake sasa hii tuna train mahali tu tumeomba tulikuwa skuli, sasa hii CBC tumekosa class na kucheza uwanjani ni ngumu. Saa ingine una mazoezi ya chini, michanga nini. Tukaenda tukaomba mali kwengine, lakini tunaomba tupate sponsor. Sasa ingine ni tough, utapata watu we, wazito lakini, sasa itabidi wa control, uweza ukapangwa, una super wewe ndio una taking charge but vile sasa wewe ni referee itabidi taking charge. Bado sisi wanawake usiseme hati tunarefisha wanawake peke yake, hakuna. Ile roster kile vile inaandikwa, kama wewe jina lako inatajwa ni mwanamume unaenda, sio lazima hati wanawake. Eni, mimi huwa ninawapea motisha wasichana, ninawaambia kila kitu, hakuna mtu alianza akajua pia mtoto mdogo hakuanza kutembea, lazima Wandera ujifundishe. Lazima nawe uwe na moyo, ukiwa na roho utajua, na pia upende mchezo. Sasa lazima ujitolee, bila kujitolea kwa kila kitu, hakuna malengo utafikia. Nawaomba sana wasichana waingie katika michezo, ili na wao pia waonekane kama wasichana wetu wa Mombasa, Kwale. Hatuna wasichana. Inataka moyo, inataka na uvumilivu. Si uwezi ukaanza kitu ukasema ati umeanza kitu ndio utakuwa champion hiyo siku moja. Inataka uvumilivu sana. Mi mwenyewe sikujua kama nitafika mpaka nifike star 2. Lazima uwe na passion ya michezo, maana yake bila passion ya michezo mtu ni ngumu sana kuja kuingia kwa michezo. Lazima uwe kuanzia utoto wako ile wapenda sports sports, hapo utaweza. Mi mwenyewe pia nilikuwa ni muoga lakini kisha baadaye naona ikaningia, sasa iko kwa damu kabisa.